Ni ufunguzi wa mchezo wa wafanyakazi kuelekea kilele cha Mei Mosi. Ufunguzi huo umefanywa na naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Patrobas Katambi. Naibu waziri amewataka wafanyakazi kujihusisha na michezo ili kulinda afya zao na kuleta mahusiano bora kwa watumishi na katika kuona umuhimu katika michezo. Michezo mbali na kuwa chanzo cha burudani, michezo pia huchangia kwa kiwango kikubwa sana kuboresha afya yetu ya mwili, lakini pia inaboresha afya yetu katika mazingira yote. Ukiacha afya afya ya mwili, ina vipengele vyake ikiwa ni afya ya akili, lakini pia inaleta mahusiano mema, inatuunganisha kuwa ndugu inatusaidia kuwa marafiki, lakini pia michezo ni ajira na michezo ni uchumi. Atoe tamko maalum la kwamba kuna umuhimu wa kuwaleta wafanyakazi katika michezo na inaleta uchangamfu. Mfanyakazi legelege hawezi kulisaidia taifa. Mfanyakazi legelege hawezi kuwa nguvu kazi ya taifa, kwa sababu tunakaribisha magonjwa lakini... Sana kwa sababu inatuunganisha kama taifa. Akisoma taarifa kwa naibu waziri mwenyekiti wa michezo ya Mei Mosi Kitaifa, Rosaria Matthew ametaja michezo itakayoshindaniwa mwaka huu pamoja na idadi ya watumishi watakaoshiriki. Na taasisi zilizoshiriki kwa mwaka huu ziko 44 zenye idadi ya wafanyakazi wapatao 2010 ikilinganishwa na taasisi 54 zilizoshiriki kwa mwaka 2024. Zikiwa na idadi ya wafanyakazi 2430 kutoka katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Michezo inayoshindaniwa, mheshimiwa mgeni rasmi, ni michezo 12 ambayo inahusisha, ina mpira wa miguu, mpira wa kikapu, mpira wa wavu, netball, baiskeli, mishale, riadha, kamba, tufe, bao, drafti na karata. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niseme mafanikio ambayo tumekuwa nayo kwa mwaka huu sisi kama kamati ya michezo ya Mei Mosi. Tumeendelea kwa kiasi kikubwa kuhamasisha wafanyakazi kufanya michezo mahala pa kazi na hili limefanikiwa sana, kwani tunaona tu sio kwamba kufanya michezo inajenga afya bora kwa wafanyakazi wetu, lakini pia inachangia katika kutengeneza ajira kwa wafanyakazi na pia kufanya mahusiano mazuri katika maeneo ya kazi, na pia kuwasaidia wafanyakazi hawa kuweza kupata morali na moyo wa kufanya kazi vizuri wanaporudi kwenye maeneo yote ya kazi. Huku wana michezo walioshiriki michezo hiyo pamoja na katibu wa chama cha wafanyakazi walikuwa na haya ya kusema, tunapenda kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Singida waje kujumuika nasi waone jinsi gani watumishi wa serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunavyoweza kupambana na magonjwa nyemerezi nye na vile vile kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kufanya sherehe yetu ya Mei Mosi duniani iwe yenye kufaa na yenye furaha. Leo tumepoteza kwa mivito miwili kwa mmoja dhidi ya Tamisemi, lakini naamini tutajipanga kwa ajili ya mwakani, tuje tumejiandaa na kuweza kucheza mchezo huu, kwa sababu tpids moja wapo ya timu ambazo ni tishio katika mchezo huu mkoa Singida umejitahidi katika maandalizi haya. Mwanzoni, wakati tunaambiwa tunakuja huku tulikuwa na wasiwasi, lakini tumekuta aa, of, ofisi ya mkuu wa mkoa na kamati nzima wamejiandaa vizuri na tumeenjoy kuwepo Singida katika michuano hii. Uh, mashindano ni mazuri na tunategemea upinzani mpaka tutakavyoenda, tunategemea kwamba sisi tutabeba tena ile kombe na kwa wana michezo maana kwa michezo mingine kwa mikoa mingine tulikuwa tunakutana na mvua na nini, lakini huku tunakutana hali ya hewa nzuri, kwa na michezo ni vizuri kabisa. Kama hivi sherehe za Mei Mosi tumeanza michezo, kuna marathon inakuja, kuna mbio za magari, lakini kuna ile kubwa zaidi ya Kuku Festival, ambayo naamini hiyo ndio inafunika shughuli zote ambazo tumeziandaa. Kwa hiyo karibuni sana v tupige kuku Singida, asanteni sana Kauli mbiu mwaka huu uchaguzi mkuu 2025 tulete viongozi wanaojali na kuthamini haki na maslahi ya wafanyakazi. Nikiripoti kutoka katika dimba la CCM Liti hapa mkoani Singida, Sports Lady Fatuma Masi wa Kindai Plus.